katika mwaka wa mia sita na hamsini na nane hijria. Akakulia katika kusoma kwanzia akiwa mdogo na akabobea katika fani mbalimbali. Anaeleza al-Imam Zarruk akimzungumzia, anasema Said ibn Atwaa'illah As-Sakandari alikuwa amebobea katika ilmu ya hadithi, katika ilmu ya tafsiri, katika ilmu ya fiqh, katika ilmu ya usuli, katika ilmu ya nahwu na zinginezo, katika

Sayyidi Imam Ibn Atwaa'illah As-Sakandari amejulikana zaidi kwa hikma, na Mola ametuambia wa man yuta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, aliyepewa hikma amepewa khairi nyingi. Na Imam Ibn Atwaa'illah alikuwa amepewa khairi kama hii na Mola Subhanahu wa Ta'ala, anatamka maneno machache lakini yenye maana makubwa sana. Na katika vitabu alivyovitunga ni kile ambacho kwamba maarufu dunia nzima

katika mji wa Kahira, tupate somo kubwa kutoka kwake kuwa tusiwe pesi wa kusema lolote lile, kwa ambalo kwamba tunataka kutamka, tufikirie, ni wenye kupima yale tunayosema na tuseme yale ambayo kwamba ni yenye hikma. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala.